Nipende kukaribisha tena mpenzi mfuatiliaji wa kitabu chetu hiki kizuri sana cha Wanafikara wa Kiroho. Hmm, maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Kama ambavyo tumeona katika kipindi kilichopita, tulikuwa tunajadili juu ya mtazamo wa wanafikara wa Kiafrika juu ya wapi tunaelekea wanadamu. Wanafikara Waafrika wanapojaribu kujibu swali la msingi la tano kati ya ile maswali matano ya msingi wa mwanadamu, ile swali la mwisho ambalo nataka kujua sisi wanadamu tunaenda wapi. Kwa hiyo tuliangalia juu ya dhana ya kifo: kifo kimesababishwa na nini? Eh, huo ndio ulikuwa msingi wa mjadala wetu ule wa kwanza, wakati tunazungumzia juu ya mtazamo wa wanafikara wa kiroho wa Afrika wanapojaribu kujibu swali hili la msingi wa mwanadamu juu ya mustakabali wa maisha ya mwanadamu kwamba tunaenda wapi. Leo bado tuko na wanafikara wa kiroho wa Afrika, wanazungumzia juu ya ulimwengu wa nje ya maisha ya duniani, ulimwengu wa nje ya maisha ya duniani wanafikara wa kiroho wa Afrika wana maoni tofauti tofauti juu ya shauri la mwanadamu anaenda wapi wa baada ya kifo hapa duniani. Kwa ujumla, maoni haya yanaupamba ulimwengu mpya wa waliokufa kwa sifa, rangi na maelezo ambayo yanafanana sana na yale maisha ya sasa ya hapa duniani. Hii inategemewa kwa sababu ikiwa ulimwengu wa nje ya maisha ungelikuwa tofauti sana na maisha ya sasa, watu wangelipata sana msongo wa mawazo, kwani wangelihisi kwamba watakuwa wageni katika ulimwengu huo mpya watakapokufa. Na hivi hali hii ingewafanya wakichukie zaidi kifo, licha ukweli kwamba hakuna anayekifurahia kifo. Lakini wanafikara wa kiroho wa Afrika wamekuja na mtazamo ambao walau unaweza kufanya kifo si mwisho. Huu ndio msingi wa wanafikara wa kiroho kwamba ndio tutakufa, lakini kifo si mwisho e, papo mahala tunaenda tena kuishi mahala pazuri kama hapa tunapoishi sasa, na wakati mwingine zaidi ya hapa tunapoishi sasa. Huu ni mtazamo wa wanafikara wa kiroho wa Afrika, na shabaha ya mtazamo huu ni kulegeza maumivu ambayo unaweza kuyapata unapofikiria juu ya kifo kwamba utaenda wapi na hivi kwa namna hiyo. Sasa wanafikara wa kiroho wa Afrika wamekuja na hilo wazo na hilo jambo kwamba yako maisha mengine mazuri maisha mengine mazuri baada ya maisha haya ya hapa duniani. Lakini katika sehemu nyingi za Afrika, watu wanaamini kwamba ulimwengu ujao, licha ya kutoonekana kwa macho ya nyama, lakini uko karibu sana na ule wa walio hai, yaani kwamba ulimwengu huo wa waliokufa licha ya kwamba ni ulimwengu wa kiroho katika dhana kwamba hatuwezi kuona kwa macho, lakini wanafikara wa kiroho wa Afrika wanadai kwamba ulimwengu huo hauko mbali nasi, na kwa wengi upo duniani hapa hapa. Wengine wanafikara wa Kiafrika wengine wanasema kwamba uko hapa hapa duniani ulimwengu huo okay? ulimwengu huo mpya una mito, milima maziwa, misitu, mashamba, ng'ombe, kondoo, mbuzi, mbwa, kuku, eh, wanyama pori na vitu vyote vinavyopatikana katika maisha yetu ya sasa hapa duniani. Huo ni mtazamo wa baadhi ya wanafikara wa kiroho wa Afrika kwamba hiyo dunia nyingine ya wafu iko duniani, haiko mbali sana nasi na ina maisha yanayoendelea kama ya hapa duniani eh, kwamba kuna mbuzi huko, kuna kondoo kuna kuku kuna panzi kuna kenge na kadhalika, lakini sisi wanadamu hatuwezi kuviona vitu hivyo ambavyo vinapatikana katika ulimwengu huo mpya, ingawa roho zinazoishi huko zinaaminika kuwa zinaweza kuona tunachofanya sisi hapa duniani. Kwa hiyo kuna kuna jambo ambalo haliko katika msawazo hapa kwamba E, wao roho zinazoishi katika dunia ya wafu au ulimwengu wa wafu e, inaweza roho hizo zinaweza kutuona sisi tunafanya nini na maisha yetu kwa ujumla yanavyoendelea hapa duniani, lakini kwa bahati ambayo si njema kwetu sisi, hatuwezi kuona maisha kawaida ya kawaida yanayoendelea katika, katika huko kwao wow. Hao ndio wanafikara wa kiroho wa Afrika. Sasa swali la msingi bado linaibuka hapa kwamba je, wafu Wanaishi wapi? Hao wafu. Wanaishi wapi? Kwa baadhi ya jamii za Kiafrika inaaminika kwamba watu ambao wamefariki huwa wanakaa au wanaishi karibu na makazi yao ambayo walikuwa wanaishi walipokuwa wanaishi hapa duniani, kipindi ambacho walikuwa wanadamu. Na hivi wanaendelea bado kuwa ni sehemu ya familia zetu jamaa na rafiki zao walio hai wanahisi kuwa waliofariki wapo karibu nao, na kwamba watu wanaweza hata kuwakanyaga kwa sababu makaburi yao yapo karibu yao. Katika jamii zingine inasadikiwa kuwa nchi ya wafu iko porini, ukingoni mwa mto au kwenye milima fulani nchini. Kwa hiyo maeneo hayo mara nyingi huepukwa na watu hawawezi kujenga nyumba au kulima mashamba hapo, kwani hawataki kuwasumbua wafu. Kuna watu wengine wanaoshikilia kwamba nchi ya waliofariki iko mahali fulani chini ya ardhi, ulimwengu wa chini kabisa, au kwamba iko ng'ambo ya mito fulani au misitu na maziwa fulani. Kwa wengine inachukuliwa kwamba eh, makazi hayo ya waliofariki yako jangwani au maeneo yaliyoachwa mbali na makazi. Hivyo basi, wafu wanalazimika kusafiri saa kadhaa au siku kadhaa ili kufika huko, na ndiyo maana huwa wanazikwa na chakula na silaha, kwa baadhi ya jamii kwa ajili ya matumizi ya njiani kuelekea huko makazi mapya. Hao ni wanafikara wa kiroho wa Afrika. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Asante sana. Katika matukio machache sana, inachukuliwa kuwa ulimwengu wa waliofariki upo angani, au kwamba roho za waliofariki hatimaye huenda kuishi angani, kisha uhuishwa kuishi kwenye mwezi na nyota, lakini si kwa jua, kwani kwenye jua kuna joto kali sana. Kwa hiyo baada ya kufariki yako maisha sehemu fulani huko angani. Baada ya muda fulani, hizo roho zikishafuzu zinapata makazi nyingine, aidha kwenye mwezi ama kwenye nyota. Lakini hawawezi kupata makazi kwenye jua kwa sababu kwenye jua kuna joto kali, lakini vilevile baadhi ya wanafikara wa kiroho wa Afrika wanaamini kwamba wafu huenda mbele za Mungu ili kupokea hukumu zao kulingana na matendo yao walioyafanya wakati wa uhai wao hapa duniani, hmm. Kisha baada ya hapo hupelekwa mahali pazuri ambapo wanaungana na jamaa zao walioondoka kabla yao au mahala pabaya ambapo wanabaki katika uchungu kwa muda mrefu hadi hatimaye Mungu atakapowahurumia. Mtazamo huu unaoana kabisa na mafundisho ya wanafikara wa kiroho Waislamu, Wayahudi na Wakristo, kama ambavyo tutakuja kujadili katika mjadala wetu huu wa kitabu chetu hiki cha Wanafikara wa Kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Lakini juu ya shauri la baadhi ya watu kuadhibiwa baada ya kifo, haliko kawaida Afrika na mahala pekee pengine ambapo linaripotiwa ni katika eneo dogo sana huko nchini Ghana. Tunaweza kusema kwa ujumla kwamba dini za kiafrika hazina mbingu wala jehanamu wala thawabu wala adhabu kwa wafu katika ulimwengu wa nje ya maisha haya ya binadamu hapa duniani. Wanafikara wa kiroho wa Afrika wananadi na kudai kuwa maisha yanaendelea kuwa bora zaidi, au yanakuwa ya ubora mdogo ukilinganisha na maisha ya hapa duniani, bila kutaja hasa huko ni wapi ambako maisha yanaendelea kuwa bora zaidi au pengine kupungua kidogo kwa ubora wa maisha ya hapa duniani. Sa ndugu yangu, hebu niandikie kwenye comment, unadhani mtazamo huu wa wanafikara wa kiroho wa Afrika unaendana na unavyofikiri wewe, unavyoelewa wewe juu ya maisha baada ya maisha ya hapa duniani? Yatakuwa wapi na yatakuwaje? Je, mtazamo huu unakuvutia kuwaunga mkono au kwako unaona si mtazamo mzuri sana, tuandikie hapo kwenye comment. Na katika segment ijayo tutakuja kuangalia juu ya hatima na mustakabali wa nafsi e, binadamu ameundwa kwa nafsi e, roho, moyo, akili, mwili na hizo nguvu zote. Tutaenda kuangalia hiyo nafsi ya mwanadamu hatima yake ni nini, mustakabali wa wa nafsi ya mwanadamu kwa mtazamo wa wanafikara wa kiroho wa Afrika, wao wanasema nini? Hayo tutakuja kuyaangazia katika segment inayofuatia. Basi nipende kukusihi sana, usisahau kabisa kabisa kusubscribe kwenye YouTube channel hii hapa, lakini vile vile like kidogo hapo. Ukilike mimi najua kwamba hiki ninachokifanya sipotezi muda, kuna kitu fulani ninaku ninakushirikisha lakini ukipata nafasi shea kidogo, shea kwa mwingine naye aweze kuyaelewa haya ambayo yamo katika kitabu cha wanafikara wa Kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Fred Ma, wewe ni msingi wa mafanikio.